Hatimaye mwenyekiti mstaafu wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe amejitokeza na kuweka msimamo wake rasmi. Ni kwa muda sasa kumekuwa na minong'ono ya chini kwa chini kwamba Freeman Mbowe ndio kiongozi mkuu na mmiliki wa kile kikundi cha wanachama waliojiondoa Chadema, lakini leo aliyoyazungumza Mbowe anaonesha wazi kabisa hahusiani hata kidogo na kundi hilo ambalo wengi kwa sasa wanaliona kuwa ni kundi la wasaliti na kwamba Mbowe ni mstaafu mwema wa chama na hana shida yoyote. Moja ya vipaumbele vya wale waliojiondoa Chadema ni kugombea nafasi mbalimbali za uongozi nchini ikiwemo ubunge na kadhalika kwa kudai kuwa chama chao kimewanyima fursa hiyo kwa sababu ya no reforms, no election. Je, ni kwa nini sasa Freeman ni Aikaeli Mbowe ameamua kuweka msimamo wake rasmi? Twende tukamsikilize mwenyekiti mstaafu Freeman Aikaeli Mbowe akizungumza huku akisimika msimamo wake rasmi. Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Mnyika Joni, Joni ameeleza kuwa anatambua kuwa wachache waliojiondoa kwenye chama hicho wamekuwa wakitumia jina la mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Aikaeli Mbowe kushawishi baadhi ya wanachama na viongozi wenye nia ya kugombea mwaka wa 2025 kuweza kujiondoa Chadema kwa madai kuwa Mbowe anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Katika andiko lake John Mnyika ameeleza kuwa amezungumza na Mbowe na amemweleza kuwa hana dhamira ya kugombea urais, ubunge, au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Mnyika ameandika akisema: Nimewasiliana na mwenyekiti mstaafu Freeman Aikaeli Mbowe, amenieleza hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2025. Natambua kuwa wachache waliojiondoa Chadema, baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kushawishi baadhi ya viongozi wa chama na wenye nia ya kugombea kujiondoa kwenye chama kwa madai kuwa anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine, ameeleza John Mnyika. Mnyika kadhalika, amedai kuwa anatambua mfumo wa serikali uliopo nyuma ya baadhi ya wanachama wakihusika kufungua kesi ya Saidi Isa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar na wenzake ambao wameomba pamoja na mambo mengine mahakama izuie shughuli za kisiasa za Chadema wakati kesi ya msingi ikiendelea. Joni Mnyika amethibitisha maelezo yake kupitia ukurasa wake wa X Twitter usiku wa Mei 9 mwaka huu wa 2025, akisema kuwa kwa uzoefu wake wa kuwa kwenye secretariat ya chama kwa takriban miaka 21, mapito mengi ya Chadema tulifanikiwa kuyashinda. Hii vita dhidi ya Chadema naamini pia tutaishinda. Tuelekeze nguvu kwenye mapambano ya no reforms, no election. Tumjue vizuri adui yetu, tuwajue vizuri washirika wetu, tuepuke kushambuliana sisi kwa sisi mpaka iwepo sababu ya kweli na ya lazima ya kufanya hivyo. Kwa umoja na nguvu ya pamoja tutashinda, amehitimisha kusema mheshimiwa John Mnyika. Chadema kwa sasa inapitia kipindi ambacho makada wake kadhaa wamekuwa wakipishana misimamo na maazimio ya chama, wengine wakijiondoa Chadema kwa kuambatanisha maamuzi yao na sababu mbalimbali mbali, huku hisia za wengi zikielekezwa kwa Mbowe kuwa huenda yote haya na, eh, huenda yote haya yanayofanyika yanatokana na nguvu na mipango ya siri anayoiongoza kuelekea uchaguzi mkuu wa baadaye mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Kinachokoleza mjadala huo zaidi ni ukimya wa mwenyekiti huyo wa zamani na mbunge wa zamani wa Hai mkoani Kilimanjaro na mgombea urais mwaka wa 2025 kupitia Chadema akiwa hajasikika wala kuonekana popote akizungumzia mivutano inayoendelea kuvuma ndani ya chama hicho cha upinzani nchini, licha ya kutajwa kwenye misururu ya lawama kuwa ni mmoja wa wanaopingana na uongozi wa sasa wa Chadema ambao uko chini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu na baadhi ya maamuzi yake. Hayo ndiyo ambayo ameyasema katibu mkuu wa chama cha Chadema John Mnyika John eh, juu ya mazungumzo yake na mwenyekiti mstaafu wa chama hicho Freeman Aikaeli Mbowe, na tumepata nafasi ya kusikia ambacho amekisema Freeman Aikaeli Mbowe kwamba yeye hana nia ya kugombea popote nafasi yoyote. Huo ndio umekuwa msimamo wake rasmi kabisa mwenyekiti huyo mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Unafahamu ya kwamba wanachama wale waliojiondoa Chadema walikuwa wakihusishwa sana sana na Freeman Aikaeli Mbowe, lakini kwa hiki ambacho amekisema katibu mkuu John Mnyika ni wazi kwamba Freeman Aikaeli Mbowe hahusiki nao kwa sababu amethibitisha kwamba yeye bado ni mwanachama wa Chadema na mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Na kama angekuwa anahitaji kugombea nafasi yoyote ikiwemo urais, basi ingemlazimu kuhama chama ili apate fursa hiyo kwa vyama vingine, kwani chama chake cha Chadema kimegoma kushiriki uchaguzi kwa ajenda yao ya no reforms, no election